Tunatambua tuna uh, ukweli kwamba kuna haja ya kuendelea kuwa na mifumo rafiki, kuendelea kuwa na sera rafiki, lakini pia sheria rafiki ambazo kwa namna moja ama nyingine zinazingatia ustawi mpana wa jamii uh, ya watu wenye ulemavu. Hivyo tunaendelea kutoa wito kwa mapitio ya mara kwa mara ya sera, sheria na miongozo mbalimbali mbali ambayo kimsingi kwa namna moja ama nyingine ina kuza ustawi wa watu wenye ulemavu ili basi tuweze kujitosheleza kisera kisheria, ili kwa namna moja ama nyingine tuweze kuzihakikisha haki za watu wenye ulemavu zinatekelezwa kwa mapana na kwa utuo, kama ambavyo tunaongozwa na mikataba na miongozo mbalimbali ya kimataifa. Katika siku hii ya kimataifa ya watu wenye ulemavu tunaendelea kutoa rai ya Watanzania wote, taasisi na za serikali, asasi za kiraia na wadau wa maendeleo kuungana nasi katika a, kusimama kidete na kutetea haki za watu wenye ulemavu na haki za watetezi wa haki za watu wenye ulemavu kiujumla. Lengo la maadhimisho haya huwa ni kuongeza uelewa wa jamii kupashana habari ya kile kilichoendelea au kinachoendelea au hali halisi ya upatikanaji wa haki upande wa watu wenye ulemavu. Kwa hiyo huwa tunakwenda na kauli mbiu tofauti tofauti kila mwaka, na umeona mwaka huu ni kuendeleza jamii jumuishi kwa watu wenye ulemavu kwa mustakabali wa maendeleo ya jamii. Lengo ni kuhamasisha popote panapotolewa huduma e, ziwe jumuishi, ziwe rafiki, ziwe fikivu, ziwanufaishe watu wote, tukiwemo na sisi wenye ulemavu. Huduma zote ziwe huduma za afya, ziwe za elimu, ziwe za upatikanaji wa haki kule mahakamani na kwenye vyombo vingine, ziwe ni huduma za kimiundombinu, usafiri, usafirishaji, maeneo yote, ufanyaji maamuzi kwenye vyombo vya maamuzi na kwa hiyo hata hiyo huduma ya ushiriki katika masuala ya kisiasa na uchaguzi eh, kupata fursa za uongozi, zote hizi ni orodha ya haki ambazo ziko ndani ya mkataba wa kimataifa wa watu wenye ulemavu. Nini kifanyike? Kwa serikali, kwanza kuwa na mpango mkakati maalum wa kuweza kuhakikisha kwamba kwenye kila sekta kuna kuwa na namna ya kuwaendeleza watu wenye ulemavu, ikiwa ni pamoja na kwenye swala kuu la ajira kwa sababu sheria inasema watu wenye ulemavu waajiriwe, lakini unaweza ukakuta kwenye changamoto ya ajira, inawezekana hakuna nguvu kubwa ya serikali kwenye kuhakikisha hawa wanaoajiriwa, je, wanapata nyenzo stahiki za utendaji wa kazi zao. Je, kuna mtu ambaye anaweza kwenda kukagua kule kuhakikisha kwamba hizi fursa kwa watu wenye ulemavu zipo, walemavu wanafanya kazi stahiki na wanapata maslahi stahiki na huduma stahiki katika eneo husika? Serikali inatakiwa iweke nguvu ya kusimamia vyema masuala ya watu wenye ulemavu katika kufikia maendeleo na jumuishi kwa ujumla.